Wakizungumza baada ya kushuka kutoka katika kilele cha Mlima Kilimanjaro wanawake hao wakulima wadogo kutoka zaidi ya nchi ishirini duniani wamesema lengo lilikuwa ni kufikisha ujumbe kwa mataifa mbalimbali ambapo baadhi ya wanawake waliowahi kudhulumiwa ardhi kutoka nchini Kenya wakashindwa kujizuia na kuanza kuangua kilio katika eneo hilo. Watatupa haki zetu, tutaendelea kupigana sisi, tuazidi kuumia sababu ya haki yetu. Mimi mwenyewe ni shamba langu, sisi pole pole tutaendelea kupigania sisi, wamama ni wengi, hawana hata nduhuru hata nduhuru ya kwenda hata bafia rafu hawo wa hawezi wakasaidiwa jamani, serikali ni ya nini? Tumepanda mlima si kwa ajili ya kujifurahisha, tulikuwa tunataka tu tuonyeshe pia uwezo kwamba tunachokidai tuna uwezo nacho. Rais wa jukwaa la wanawake wakulima wadogo barani Afrika, Eva Daudi amesema wanawake wakulima wadogo maeneo ya vijijini ndio waathirika wakubwa wa dhuluma ya ardhi. Umefika wakati wa serikali za nchi husika kutoa elimu kwa jamii zinazoendeleza mila kandamizi. Na dhumuni ni kupata sauti zetu kusikika kwamba mila zote kandamizi, Tanzania, Afrika nzima ziondole na hatuzitaki. Mkurugenzi wa mtandao wa jinsia Tanzania TGNP Lilian Lihundi amesema pamoja na uwepo wa sheria na sera zinazoeleza usawa wa umiliki wa ardhi, lakini wanawake bado wanufaiki nazo kwa kuwa hazitekelezwi kama ilivyoainishwa. Sheria zetu, sera zetu bado ingine ni nzuri, kama Tanzania, mfano Kenya, sera za, za kilimo, sera za ardhi ni nzuri, lakini utekelezaji wake kuna tatizo kubwa sana. Kwa hiyo hii ni kama kuikumbusha kukumbusha serikali zetu kwamba zina jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba si kuandika kwa sera tu kwenye makaratasi lakini lazima zitekeleze. Kutoka Marangu mkoani Kilimanjaro, Halfani Lihundi, ITV.